Na mapema hii leo mkuu wa mkoa wa Tabora, Paul Chacha aliwaita waandishi wa habari kwenda kuzungumza kuhusiana na matukio mbalimbali mbali ya uhalifu ambayo yamekuwa akijitokeza hapa mkoani Tabora. Tukio la kwanza alilozungumzia ni lile linalohusisha kukamatwa kwa watu wanne ambao wanadaiwa kuhusika na matukio ya kuwateka na kuwaua bodaboda. Kando na hapo, ni tukio kubwa ambalo limejitokeza huko wilayani Nzega katika kijiji cha Nata, ambapo mwanamke mmoja akiwa na mumewe wameuawa na mtu anayedaiwa kuwa ni shangazi yao tukio hili linahusishwa zaidi na migogoro ya kifamilia iliripotiwa kwamba mke na mume wametoweka lakini vile vile vyombo vyetu hivi vikabaini hawakutoweka bali waliuawa tukio hilo lilitokea tarehe saba ya mwezi wa kwanza shangazi mtu alimuua mwanae wa kiume na mkamwana wake halafu akawafukia ndani ya jiko Alichokifanya akakodi majambazi, huyu mama, wakaja wakawaua wote, mke na mume wake. Majambazi walioshiriki hao wapo wawili, ambao wote tumewashikilia. Mmoja ni mwenyekiti wa kitongoji, anatokea huko Kaliua, lakini ni jambazi na mtukio jingine ni lile ambalo alikuwa akilikumbushia tu lililotokea mwaka elfu mbili na ishirini na moja wilayani Kaliua, ambapo mwanaume mmoja anayefahamika kwa jina la Chacha anadaiwa kuwaua watoto wa mke wake wawili kisha mili yao kuifukia ndani. Mtoto mmoja alikuwa ni mtoto mwenye miaka sita, mwingine mwenye miaka minne, watoto wa mke wake ambaye hakuzaa haku nao kule Kaliua mwaka elfu mbili na ishirini na moja aliua watoto wale wakawafukia ndani ya nyumba alafu akatokomekea kusikojulikana. Bado nasema nilitangaza dau la milioni ishirini atakayetupa taarifa. Bahati mbaya kuna mmoja kama wawili walitokea wakatupa taarifa, lakini hakuwa yeye. Tuliwakamata, uchunguzi ukaendelea, lakini tukabaini kwamba sio yeye. Yule bwana anatumia jina la Chacha kule Kaliua. Nasema tena, naongeza kama kuna mtu atambaini yule bwana, nipo radhi kutoa hata milioni hamsini kwa huyu atakayetupa taarifa za yule jambazi yu. yeye kazi yake wale yule bwana alikuja akaripoti kwa afisi hapa, akasema mimi nimempata, yupo Geita. Askari wetu wakaenda wakakamata watu Geita kule, lakini bahati mbaya Hakuwa yeye, tulimleta mke wake kuja kumtambua hakuwa yeye. Kwa bado huyo mtu tunamtafuta. Hata hivyo, Mkuu wa Mkoa Paul Chacha bado ameendelea kuwahakikishia wananchi wa Mkoa wa Tabora waendelee na shughuli zao kwa salama na amani, kwa kuwa mkoa wenyewe vyombo vya usalama vipo kazini. Mimi ni Juma Kapipi, FM.